Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kuwa kupitia Samia Scholarship, vijana waliofanya mtihani wa kidato cha sita watakapochaguliwa, ambao watapenda kusoma nje ya nchi, wanatakiwa kukaa mwaka mmoja, ambapo wataweka kambi kampasi ya Nelson Mandela Africa Institute of Technology kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo uzalendo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuelezea mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, waziri wa wizara hiyo Profesa Adolf Mkenda amesema kuwa pia watajifunza kuielewa nchi yao na namna ya kuitetea huko watakapoenda kusoma. Kwa upande wa science tunaendeleza vipi? Yako mambo mengi tunayafanya. Lakini niseme, Samia Scholarship. Tulishafika mahali wanafunzi wakimaliza PCM form 6 ana AAA. Anasema nilikuwa nasoma sayansi kuonyesha na uwezo. Lakini mimi sita kwenda kusoma huko kwenye sayansi, bwana, nataka kasome commerce huko, kasome law, ili ndio kuna hela huko sasa ili kuwarudisha wanasayansi wetu wazuri, vichwa vizuri virudi kwenye sayansi, tuliagizwa tutoe scholarship kwa mayembo akishina, watoto mnawasomesha, unaweza ukatumia neno bure, yaani hawalipi chochote kwenda kusoma vio vikuu. Maelekezo hayo alitoa rais wetu, tukachukua tukaomba bungeni fedha zikatoka, tukaamua kuita Samia Scholarship na inatusaidia kwa hiyo kila mahali nikitembea sasa hivi watoto wanaosoma form one wanasema ah, mimi nataka kusoma sayansi ili nipate Samia Scholarship nipunguze mzigo kwa wazazi wetu. Kwa wao wanapata wanachotaka na sisi tunapata wanasayansi walio mahiri zaidi. Sasa tumechukua Samia Scholarship extended, tunapeleka watu kusoma mambo ya nyuklia nje. Watano sasa hivi tunapeleka, lakini tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka kupitia Tume ya Nguvu za Atomi Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ambayo ningependa nitangaze hapa. Hawa vijana waliofanya mtihani wa form 6 hawa hawa tutakapo shortlist watu wakwenda kufanya kupata Samia Scholarship wanakuwaga takriban mia sita na hamsini karibu mia saba hivi. Tutakapotangaza list tutawaambia vilevile, katika nyie wote ambao mnastahili Samia Scholarship mnataka kwenda kusoma nje, twambieni, alafu sisi tu, tu, tu, tu, pengine tutachukua kati ya hamsini mpaka mia moja. Hiyo inaitwa Samia Scholarship extended on data science, artificial intelligence and allied sciences. Tukishawapata wale mradi wa kubali watakaa takriban mwaka mmoja kuchelewa kwenda kusoma nje, tutaweka kambini. Kambi yenyewe ni Nelson Mandela African Institute of Technology, one of the best campus hapa Tanzania. Watakaa pale watakuwa oriented na maisha wasipate cultural shock wakienda nje. Watafundishwa uzalendo, ili Mkwawa ni nani eh? Karume ni nani, alipigania nini, Julius Nyerere ni nani, hata Simba Wavita Kawawa ni nani? Yote aliyofanya watu waelewe nchi yao, kwenda kuitetea wakienda kusoma kule, wasisahau. Watafundishwa na language, lakini more important, digital literacy, kuhakikisha kwamba kama amemaliza form six ana AAA hajagusagusa kompyuta, atajifunza atapata statistics, atajua. Halafu wale kwanza kabisa tutawa allocate kwenye scholarship ambazo zipo Ndugu zangu, kuna scholarship Tanzania zipo, tunaletewa, hakuna Watanzania wanaenda Romania. Hapa kuna scholarship, hawaendi. Vijana hawa wa familia za kawaida hawajui namna ya kuapply, wanapata shida ku apply mikopo, wanapata shida ku apply masomo ya kusoma. Wengine ukimpiga anasema mimi, nilikuwa JKT, nikaomba mjomba wangu anifanyia application kwa ile nafasi ya kuomba tu chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuomba mikopo inakuwa changamoto sembuse kukaa na kuomba chuo kikuu Saudi Arabia kwa mfano, Rumania, Glasgow, Kanada, Marekani. Kwa hiyo matokeo yake wachache wanaopata hizo fursa ni watoto waliosoma international schools kwa wazazi wenye uwezo, lakini vichwa bora vimegawanyika kote. Wako watoto wa wazazi wenye uwezo, vichwa bora kabisa nchi yetu inabidi tuvipeleke vikasome, lakini wako wengi watoto wa wakulima na wafugaji hapa Tanzania